Umezoea kuwahoji watu we ni mm -hmm. yeah. mtangazaji wa siku nyingi sana. mm -hmm. E, nakumbuka ukiwa KTN alafu mwisho tumezungumza ukiwa BBC alafu, mm -hmm. kaja ukienda kimya. mm -hmm. Nini kinakufufua sasa? Nini hiki kipya mnatupikia, Ngugi? Uh, nadhani kipi ambacho tunakifungua ni kwamba, uh, umetaja vizuri. Uh, kwanza kabisa shukran sana kwa kunialika kwenye jukwaa hili bila mm -hmm. shaka, nimeketi umeona magwiji uh, jamani, yeah. na nafurahi yeah. sana <laughs> na hisi nimeketi kwenye, wajua, kwa kimombo wanasema iron sharpens iron, yani chuma kinanoa chuma basi ndio hivyo, lakini chuma cha zamani <laughs> <laughs> naam. Kwa hivyo uh, tumekuwa tukipika kitu umesema, mm -hmm. kwamba mimi ni mwanahabari wa siku nyingi mm -hmm. wa miaka mingi mm -hmm. na kwa hivyo kwa uzoefu hivyo, tumekuja tukashikamana mimi na wanahabari watano hivi mm -hmm. uh, wanne, watatu kutoka hapa nchini Kenya, na tuko na wanahabari pia wazoefu sana kutoka nchini Tanzania mm -hmm. Burundi, Rwanda na nchi ya demokrasia ya, ya Kongo. Uhum. Na tumekutana, tuliungana hivi, tuliona kwamba hakuja ha, ha, kuwa na wanahabari huru ambao wameweza uh, kuzalisha uh, idhaa uh, kupitia internet ama kwenye mtandao, mm -hmm. Na kwa hivyo sasa tumeunda idhaa yetu na idhaa yetu uh, inaitwa idhaa ya Kiswahili ya Afrika, mm -hmm. uh, kwamba hii ni idhaa ya kwanza mno kimataifa kumilikiwa na waandishi wa habari wa Afrika wa kujitegemea, mm -hmm. Na idhaa zilizopo za kimataifa zinazorusha matangazo kuhusu Afrika zinamilikiwa na serikali za nje na makao yake ni nje ya Afrika, mm -hmm. Kwamba Waafrika wenyewe wako katikati ya taarifa zinazowahusu sasa. mm -hmm. Taarifa hizo hazichochewi na mitazamo ya nje. Kwa hivyo sasa sisi si, si tuko Afrika na makao yetu iko ndani ya Afrika, sio kama uh, vyombo vingine vya habari ambavyo vingine tumefanyia kazi mm. lakini makao yanakuwa nje. Kwa hivyo sera na misimamo inakuwa ni tofauti, kwamba hawa waandishi ambao tumekuja pamoja wa habari ni ambao wana uzoefu mkubwa, wamefanya idhaa za kimataifa kwa miaka mingi mm. na sasa mchango wao kwa sasa ni kujenga jamii zao hapa Afrika, kwamba tunaendelea kuyashauri mashirika ya Afrika kutuunga mkono kuendeleza jitihada za, jitihada za kuinua sauti za Waafrika katika majukwaa ya kimataifa mm. Kwa hivyo tunawaeleza wasikilizaji wetu watusikilize idhaa ya Kiswahili ya Afrika na tunasema kwamba ni sauti ya Mwafrika. Tunabeba uh, makala tofauti, tunabeba stori tofauti. Naona una, una swali unataka kuniuliza. Maanake ah, swali langu ni hili. Umetaja mm -hmm. wanahabari, au ningetaka kujua labda kama kama nani vile. mm -hmm. Eh, tuna mwanahabari kama Ken Wandera Ha, juzi, ipo London. E, London, e, lakini, mitandao tu. Ni mitandao lakini pia tunataka kushirikisha radio washirika kutoka nchi ambazo nimezitaja e, kushirikiana hata na Radio 47 hapa. Kuna wakati ameniomba na, na nambari ya mkuu wa idhaa ndugu Geoffrey Mungu. Kwa hivyo tunatafuta pia kushirikiana na redio tofauti, hata kule Tanzania, tunatafuta kuungana na redio washirika ambao pia umeona, TBC tayari wako hapa, wako hapa. Nadhani kwamba nawafuata unyo, unyo <laughs> ili tuweze kuona kama tunaweza kubaliana mawili matatu mm. Lakini kitu ambacho kinanifurahisha sana na idha hii yetu ni kwamba wajua, kama hapa ali mm. Uh, matangazo ambayo yanatangazwa hapa ni matangazo ambayo yamehaririwa sana, kwa sababu, um, stories ni nyingi ambazo zinakuja yeah, kwenye desk na, na muda ni mchache sana eh. lakini sasa kwenye idhaa hii yetu tunataka kushirikisha sauti zote, sauti zote na stori zile pengine idhaa kama hii ambayo haiwezi kuwa na nafasi kubwa sana ya kufanya, sisi tutakuwa na nafasi hiyo ya kuweza kusikiliza watu kwamba hii pia ni idhaa ya vijana wa Afrika wanaotaka kuonyesha ubunifu wao, sanaa na burudani. Wawasiliane nasi kupitia majukwaa yetu ya kijamii na utawala wa nafasi ya kujinadi. Kwa hivyo tuko hapa na tulianza matangazo yetu Jumatatu hii na tunaendelea vizuri. Kwa hiyo ni kila siku. Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa, siku kama ya leo tunaangalia ni, ni, ni, ni program zipi ambazo tunaweza kuweka, zingine ni marudio ya yale ambayo yalifanywa wakati wikini, tunayalete kwenye weekend. Muda, muda mnakwenda ni kama dakika 30 tunaanza saa moja unusu hadi saa moja sa saa mbili, lakini najua muda ukizidi kusonga utazidi mm -hmm, kupanua muda na, na, na, na, na, na matangazo. Naam, nataka naomba tu nitaje wanahabari maanake hatuko wengi sana, lakini itakuwa ni muhimu sana hata Watanzania na Waburundi waelewe ni kina nani hawa wa wanahabari ambao unazungumzia. Kwa hivyo nimemtaja Ken Wandera yuko London, mimi hapa Anne Ngugi, tuna Angela Ngendo tulikuwa naye pale BBC. Ah, tumefanya naye kazi pia. Naam, eh, tuko na Shisi ya Wasilwa naamini kwamba mzee wa kazi eh, tuko naye kule Tanzania. Tuko na Leonard Mubali ni uh, mtangazaji wa BBC, ehe, na ni mtangazaji ambaye anajulikana sana na anafahamika. Naamini kwamba wageni wetu kutoka Tanzania wanaweza, tunamjua vizuri sana fahamu. Na tuko naye George Njogopa wao, wow, mm, ni kutoka Tanzania. Oh, Tanzania ndio kutoka... Mna... Mm. Mm. Mm, kutoka Burundi tuko naye Ramadhan Kibuga uh -huh. Kutoka Rwanda tuko naye nani huyu? Mbona namsahau? Tom Kims Baraza, hapana, subiria kidogo tu <laughs> <laughs> tu kidogo hivi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ki mbona <laughs> sijui, wajua majina mengine ya kule kwetu eh, Rwanda yanakuwa kuyataja inakuwa kidogo, lazima ulimu wako uwe mwepesi kidogo. Kwa hivyo tuko naye kutoka Rwanda, Silvanus Karemera. Yeye ah, ye ni mwanahabari mkubwa sana kutoka kule ah. Kutoka nchini DRC tuko na uh, binti mmoja ama, um, mwanahabari mmoja kwa jina Kaboya Chacha Francine, na vilevile tuko naye nani mwingine naweza kuwa nimemsahau. Nafikiri nimetaja kila mtu hivi sasa. Na gharama zote anawafadhili nani? Uh, anayetufadhili sasa, sitaki kuzungumza sana, lakini tuko na mashirika kadhaa ambayo uh, uh, yametu approach uh, na kwa hivyo kwa sasa singependa sana uh, kuzungumzia uh, yeah, yeah. Lakini tunaita mashirika mbalimbali mbali, hususan tunatafuta mashirika ambayo yanahusiana na maswala ya afya na wanawake. Tunatafuta mashirika ambayo yanahusika sana na masuala ya mazingira na uh, mambo ya masuala ya tabia nchi, mabadiliko ya tabia nchi. Tunatafuta pia masuala ya siasa. Unaona vile siasa zinaanza kunoga katika... Uganda ndo hizo <laughs> Ah, TZ wanajitayarisha tu kuweka tiki Oktoba 29 nah. tu Ukisikiliza idhaa za uko kwao zote sio TBC, sio Cloud, sio East Africa ni tiki <laughs> <separately". laughs> ni tiki uh -huh. uh -huh. tu eh. Kwa hivyo na, na, na unajua siasa za Afrika ni siasa ambazo sijui ni za kufurahisha ama ni za kusisimua ama ni za kuhuzunisha, kwa sababu kwa mfano hapa Kenya unaona kwamba tangu wakati tulipoingia kwenye kura na mshindi akatangazwa tumekuwa kwenye kampeni. Kampeni tu. Sasa sielewi nchi hii yetu tunaenda vipi? <laughs> <laughs> baada ya uchaguzi kampeni zinaanza. <laughs> Sasa watu hawachoki. Kwa hivyo tunatoa tuna, tuna, tuna nafasi kubwa kwa siasa kuweza kuzungumzwa, lakini sio siasa tu, tuzungumze, tucheke, na pengine tuangalia ni vipi tunataka pia kuelimisha wananchi wajue nafasi yao na wajue sauti zao ni zipi katika siasa za nchi ambazo nimezitaja.